Nitambue uwepo wa wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi walioko nasi hapa, waratibu wetu, ni waheshimiwa, viongozi wetu wa dini, wazee wa Shinyanga lakini wa hapa Maganzo, wasanii wetu pamoja na vikundi vya hamasa. CCM oye, yeah. ndugu wananchi wa Maganzo CCM oye, yeah. Kazi na utu, hebu niwaone wale watakao kwenda piga kura tarehe 29. Nawashukuru sana, nilikuwa nataka niwaone ili nijue maneno ya kusema hapa. Kama hawapo basi niondoke niende, lakini nimeona Maganzo yamejipanga sawa sawa.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 Nawashukuru sana sasa. Mungu awabariki, tunaomba kura zenu, na asanteni sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana, asante sana Ayapunga.